Uzinduzi wa namba hii mpya ya mia moja themanini yenye lengo la kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anaweza kupiga simu muda wowote na kupata huduma kutoka TANESCO bila kukatwa pesa ya salio kwenye simu yake. Na hii ndiyo azma ya serikali ya awamu ya sita katika kuhakikisha tunawahudumia Watanzania kwa urahisi wa na viwango bora vya utoaji wa huduma. Huduma kituo kunaweza kupokea simu wa wastani wa simu takriban elfu kumi na tano kwa siku lakini simu zilizowahi kuingia kwa wiki ziliwahi kufikia simu elfu hamsini kwa siku mpaka kufikia mwezi Julai ishirini na nne na hii inaonyesha watanzania walikuwa wanatumia gharama kubwa ya salio katika kuwasiliana na TANESCO kupitia huduma hii ya huduma kwa wateja. Pamoja na hayo, changamoto zingine imekuwa ikiwepo kukumbuka kwa urahisi namba ya awali ambayo tunaitumia ya 0748550000. na hivyo kuwafanya baadhi ya wateja kushindwa kutoa taarifa kwa Tanesco kwanza kwa kuto kuikumbuka namba kwa urahisi ama kukosa salio kwenye simu. Matumizi ya namba hii ya bure ya 180 itawezesha pia Tanesco kuweza kujiimarisha katika kutoa huduma kwani itatoa wigo mkubwa wa wateja kutoa taarifa na mara taarifa hizo zinapofanyiwa kazi ndivyo shirika linapokuwa linaimarisha zaidi kujua wapi kuna changamoto na namna gani ya kukabili changamoto hizo katika kuwahudumia wateja. Pia namba hii ya mia moja themanini mpaka sasa ni bure kwa wateja wa mitandao yote ya simu nchini na wale wa mtandao ya yasi na yenyewe itapatikana hapa mbele hivi karibuni, na wenyewe pia wataweza kufanya mazungumzo na mtoa huduma, na tunaamini pia kwa mtandao huo taratibu zitakamilika, lakini kwa sasa ni kwa wateja wa mitandao yote kasoro hii moja, ambayo hivi karibuni na yenyewe itakamilika kwa ajili ya matumizi. Ndugu zangu, naomba niwahakikishie Serikali ya Awamu ya Sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na Wizara ya Nishati chini ya Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Dkt. Doto Mashaka Biteko, imekusudia Watanzania wapate umeme na huduma bora ya umeme, na kwa ili serikali imedhamiria si kwa maneno bali kwa vitendo, kwa kuhakikisha inawafikishia wana, wananchi huduma ya umeme na kuhakikisha wananchi hawa wanasema na kutatuliwa changamoto zao. Kwa kupiga simu hii bure bila malipo.